Kwamba huyu si ndio Yesu, mtoto wa nani? Swali so, linakuja hivi, walikuwa hawajui kwamba Yesu hajapatikana kwa kupitia Yusufu? Walijua hawakujua, walijua hawakujua, walijua, tuko pamoja. Lakini wa, waliamini kwamba Yesu ametoka mbinguni? Yani, waliamini kwamba Yesu ametoka kwa baba mbinguni? Did they believe that uh, Jesus comes from, from, from heaven Hawakuamini, si ndio? Swali linakuja kama hawakuamini, ina maana kwamba waliamini Yesu ametoka wapi? Am, ni, ni, mwanadamu kama mwanadamu mwingine, si ndio? si ndio maana walitaka kumuua, waliposema kwamba ni wewe unajifanya ni nani, unajifanya Mungu? si ndio? Aha. Kwa hiyo ina maana kwamba katika Yohana 6:42 waliposema kwamba huyu sio Yesu na baba yake tunafanyaje, tunamjua, lile lilikuwa ni neno la kinafiki kwa kuonesha kwamba ah, tunajua tu, yaani huyu mzee analea huyu mtoto ambaye sio nini sio kwake. Yesu ni bastard. Kwa hiyo Yesu aliitwa bastard, so whatever they say about me it is not true but it is themselves because it comes from inside them. Nikwambie, kama mtu yuko frustrated, kama mtu ana frustration, akikuletea zile frustration, wewe ukizipokea zile frustration, shida inakuwa ni kwa nani? Kwa huyo mtu au kwako wewe? Inakuwa kwako wewe. Kwa sababu gani? Tatizo ni la huyo jamaa, na swali linakuja hivi Una uwezo wa kucontrol kile anachofikiria mtu kuhusu wewe. Can you control others what they think about you? Can you my brother? You cannot. Can you control your spouse your wife? You cannot. Sasa why are we the victim wakati we cannot control what other people think about us? Tatizo ni kwamba tumekuwa victim kwa sababu tunataka tucontrol watu wanayoyafanya juu yetu. Hapo ndio shida inapoanzia, hapo na ndipo inapokuwa sasa ni personal kwamba ah, kwa nini unafanya hivi, kwa nini unafanya hivi, kwa nini unanitendea hivi? Yaani, kuna mtu mwingine huwa anakereka. Sisi hatutaki tumbebe mtu yoyote. Hivi unajua kwamba hata katika upendo hatutaki umbebe mtu. Anabebwa ni nani? Yesu. Na ninachokiongea ni practical. Unapombeba mtu asipojibu message yako unaumia, si ndio? Akichelewa kujibu simu unaumia, si ndio? unataka kumcontrol mtu kwa sababu wewe ni nani ni mungu mungu zina mungu enyaatucontrol yani ni zaidi hata ya mungu mungu control ivi do you know whatever you do whatever you decide to do whether its right or wrong god gives you the power to do what you are doing or what youare going to do he does not control he can control the circumstances but i does not control people we humans want to control people